Hapa Karen Village nchini Kenya, vijana kutoka Kenya na Rwanda wanashiriki ligi ya kwanza ya Afrika Mashariki ya mchezo wa fencing, mchezo ambao haujazoeleka katika ukanda huu wa Afrika Mashariki. Fencing ni mchezo wa kasi, akili na mbinu. Wachezaji hupata pointi kwa kumgusa mpinzani kwa silaha nyepesi kama seba, foil au yipe uh huu mchezo unaenda kuwa, unaenda kuwa mkubwa sana kwa sababu once tume have uh, once tumefanya hii ya kwanza one of its kind na inaenda kuwa kubwa sana you know? Kutakuwa na zingine eh, mingi kutoka next year 2026, mwaka ujao. Kwa wachezaji wengi, fencing imekuwa njia mpya ya kujijenga na hata kubadili maisha. Colin Solo, mmoja chezaji wa Kenya, aliacha soka na handboli ili kuingia fencing. Opportunities za fencing ziko ziko mingi sana nakuna competition sana pa Kenya, na tena game tu simple achokeshi sana it's a, it's a game, na tena inasaidia unalenga una, una una, una vitu zingine kama drugs hizo that may come from bad backgrounds. Napenda combat games sana like uumii sana kama hizo game zingine like football, kuna basketball, kuna unaumia sana like ms kama tunapenda tunaogopa kuumia sana kilichonivutia kwenye fencing ni sababu napenda kutazama filamu zinazotumia silaha kama usudi ndio sababu nilivutiwa changamoto bado zipo gharama ya vifaa ambayo kwa wastani ni dola 2500 ukosefu wa viwanja na uelewa mdogo ni vigumu sana kuwafunza vijana hao bila vifaa. Tunatumia nguvu nyingi sana kuwanoa bila vifaa na viwanja. Ninalazimika kulipia kila kitu tunakofanyia mazoezi, na amna wa kunisaidia wala kunilipa. Hatuna wadhamini. Hata serikali zetu tunawarai waje watusaidie, watufadhili, tuinue michezo, watupe nafasi tuwaonyeshe uwezo wetu. <laughs> inakaa kinda cool. inafanya too, my heart, ina skip a bit. So, yeah, napenda the experience. Baada ya siku mbili za mashindano wachezaji waliondoka na masomo muhimu. Experience ya kwanza nimepata tena, mafunzo ya ya akili na kujua vile game inachezwa. Safari ya kuelekea Olimpiki inaweza kuanzia katika uwanja mdogo kama huu na huenda Kizazi kijacho cha fencing kiko hapa kwa upande wa Afrika Mashariki. Jason Sagini kutoka Nairobi, RFI Kiswahili.